Na mtazamaji karibu kwa taarifa kamili. Wanajeshi wa KDF wamemkamata mshukiwa wa al-Shabaab mjini Garissa ambaye amekiri kuwa miongoni mwa kundi lililovamia kambi ya jeshi ya Kiunga kaunti ya Lamu mapema mwezi huu. Mshukiwa huyo kwa jina la Abshir Mursal Mohamud amedai kwamba vikosi havikuweza kuwaua wote na kwamba wenzake ambao waliokwepa harakati za vikosi wamo humu nchini Kenya. Hamza Yusuf alinasa picha za kipekee na za kisa hicho, na hii hapa taarifa yake. Wasiwasi umemkumba kijana huyo aliyekuwa miongoni mwa watendi wa kundi la al-Shabaab waliovamia kambi ya jeshi mjini Lamu. Abshir Mursal mzaliwa wa Wajir anasema alijiunga na kundi la al-Shabaab miaka mitatu iliyopita baada ya rafiki yake kumpasha kuhusu ajira nchini Somalia. Anasema alipata mafunzo ya kutengeneza vilipuzi na jinsi ya kuvilipua. Mursal anakiri kutekeleza mashambulizi yasiyopungua sita nchini Somalia na alifaulu kuwaua watu ishirini. Mara hii alipanga kufanya ukatili zaidi nchini mbali na kudai kuhusika shambulizi la hivi karibuni umintauintauataushshi Hapa ana majeraha mkononi mwake, lakini cha kushangaza ni kwamba mbele ya maafisa hawa Mursal anakiri kwamba yeye ni gaidi. Njama yake ya kutaka kufanya maandalizi kabambe ya uhalifu ulifikia ukingoni hii leo baada ya maafisa ya jeshi kupata ripoti kuhusu mtu asiyefahamika katika eneo hili. Sasa wazazi wako wanajua uko hai ama sahihi? A, a, hata wazazi wangu hata juu mahali mimi mimi niko sahihi. Baba, babangu umetoka juzi, kutoka juzi, mimi naenda kujia yeye. Anaambia kwa lugha ya Kisomali anatueleza tumnusuru kutoka minyororo ya vyombo vya sheria, ili atupe taarifa rasmi kuhusu mipango yao. Je, ni kweli alikuwa na matarajio ya kujisalimisha baada ya kupata ripoti kwamba watasamehewa endapo watafanya hivyo? Kwa sasa maafisa wa usalama kutoka Garissa, Wajir na Mandera wapo mbioni ili kuweza kuwatia mbaroni wale waliohusika na shambulizi hilo. Kama Mursal Hamza Yusuf, KTN leo, Garissa.